Tuanze kwa shukrani kwanza, sote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndugu zetu hawa wametoka mbali kuja kutoa huduma hii, amewasafirisha salama na wote tunawaona mna afya njema. Tunamshukuru sana Mungu kwamba amewaleta tena hapa ambapo mlitoka miaka miwili iliyopita. Baada ya kuwashukuru ninyi, nitumie pia fursa hii kuwashukuru sana wadau waliowezesha ninyi kuja hapa. Nianze na kuwashukuru Eh, wadau wetu wakubwa kabisa Bilal Muslim Tanzania, tunawashukuru sana sana sana kwa kweli kwa kuja kuungana pamoja na sisi kwa huduma hii. Mungu awabariki sana, na wale wote ambao huwa ni wadau wenu wanaounga mkono, na wenyewe tunaomba Mungu awabariki sana. Lakini pia wako wadau ambao sasa hawa wametoa ndege ya kuwaleta wataalamu sitini na saba waliokuja kwa ajili ya kutuhudumia katika siku zetu hizi nne. Hao wadau wetu ni Flightlink, wakakuja kutuletea hawa ndugu na pia watawafuata wakimaliza zoezi hili. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwashukuru sana sana Flightlink kwa kutuletea wadau wetu hawa, lakini wapo wadau wengine ambao wameungana nao. Wapo Yas Tanzania, mmeona hapa uh, mabango yao Tunashukuru sana Yas Tanzania kwa kuungana pamoja na wenzetu hawa ili waweze kuja kutoa huduma hii nzuri. Wapo Africa Federation nao wameungana nao, ninatumia fursa hii kuwashukuru sana. Lakini wapo wenzetu pia wa KSIJI Clinic, nao wametoa wataalamu wao, wametoa vifaa vyao kuja kutuhudumia hapa. Asanteni sana. Sasa, ndugu zangu, nimeanza kwa kuwataja wadau hawa kwa sababu huduma inayotolewa hapa sio huduma moja. Hapa kuna wagonjwa wa macho ambao watapewa dawa, kuna wagonjwa watapewa miwani, kuna wagonjwa watafanyiwa upasuaji. Yote hayo yanafanywa na wataalamu hawa kwa umoja wao. Sasa vyote hivi vinahitaji fedha. Sasa wako wadau wa hao ambao wametoa hizo fedha, ndio hao niliowataja. Sasa sisi kama Tulia Trust kazi yetu ni kuhakikisha wako hapa, na kwa kweli wako hapa. Kwa hiyo asanteni sana sana, mzee wangu hapa Shiraji, asante sana sana kwa uongozi mzuri unaotoa, mpaka ndugu zetu wote hao amewakusanya. Najua sio kazi nyepesi, kwa sababu ndugu zangu, hao wataalamu sio kwamba wamejikusanya mahali halafu unaenda kuwabeba aah, wanaenda na wao kuwaomba kutoka sehemu mbalimbali ambazo wanafanyia kazi kwa sababu mara ya kwanza kabisa walipokuja hawa ndugu zetu waliweza kuhudumia zaidi ya watu elfu tano mpaka wanaondoka na watu ambao walifanyiwa upasuaji wengine wa changamoto mbalimbali za macho, wengine walikuwa na mtoto wa jicho, wengine walikuwa na changamoto zingine za ukungu na mambo kama hayo, walifanyiwa upasuaji watu kama mia mbili sitini hivi. Kwa hiyo yeyote mwenye tatizo, usiwe na wasiwasi, wewe uwe na utulivu wako. Tayari hapa kwa ajili ya kukuhudumia, na unahitaji miwani, utapewa miwani, na hao wa uzuri wao miwani waliokuja nayo, ikitokea imeisha wanaagiza mingine. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, uwe na utulivu, utapewa huduma. Sasa wadau nimewataja hapa, lakini yuko mdau wetu pia ambaye huwa anaungana na, na wenzetu hawa kila wakati wanapokuja. Huyu ni Beta charitable charitable trust Benta charitable trust. Tunawashukuru sana sana kwa kuendelea kuungana na sisi sasa. Nimesema haya ndugu zangu, ili na wadau wengine walio sehemu zingine tuendelee kuwaunga mkono ndugu zetu hawa wa Bilal Muslim, uh, Tanzania, ili waendelee kutoa huduma hii, sio kwa wana Mbeya pekee na, peke na maeneo mengine. Sasa kwa upande wa Mbeya, naomba nilete maombi tayari kwa <laughs> sababu kwa sababu safari iliyopita jamani hawakuja. Si mnaona wanakuja kikosi kabisa, watu wengi sana, sasa hivi mpaka wajipange muda mrefu. Kwa hiyo mimi nabidi nilete kabisa eia na mama keki 2028 na jamani, naomba mtukumbuke tena sisi wana Mbeya. Ah, wamesema heri makofi jamani, makofi mengi, asanteni sana kwa haya tunawatarajia hawa ndugu zetu inshallah Mwenyezi si Mungu awaweke wa Mwenyezi si Mungu awatunze wa tunawaombea tunawatarajia hapa kwa sababu sisi tutakuwa kwa tumetibiwa tutakuwa tunakuja hapa kuwatembelea kuambia unaona mimi nilikuwa sieni sasa naona na sisi kwenye changamoto tutakuja hapa ili mtusaidie asante sana oru, tayari. kwa huo tayari Kwanza kabisa napenda kuwasalimia wanuwatu na mheshimiwa spika wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia wazifu wake mkubwa ambao unaibeba sana nchi yetu na inatufanya sisi Watanzania kuwa na fahari kubwa kuwa mwenyekiti wa IPU, hakika mheshimiwa, International Parliamentary Union, hakika ni wazifu mkubwa sana na ambao ni fahari kubwa sana kwa sisi wa Tanzania na hasa kwa nchi yetu. Na sisi wananchi wengi tumekuwa tunafuatilia kwa ukaribu zaidi hasa speech yako ambayo uliitoa na nikakupa hongera mheshimiwa, ilinitoa machozi kuona kwamba Tanzania leo umefikia hatua hiyo, umetupa faraja kubwa sana mheshimiwa. Kwa hivyo Mungu akulinde kwa kila la heri na akujalie uh, maisha marefu na maendeleo zaidi ili uwe, uweze kupaa zaidi lakini ningependa kutoa shukurani za dhati kabisa na shukurani za pekee kwa Mwenyezi Mungu kwa kutuweza kutujalia hapa na timu yetu nzima ya Bilal Muslim Mission, ambao tumejikita kuja kutoa huduma kwa wanambea. Na hii yote imewezekana tu kwa kutokana na ushawishi mkubwa wa siku nyingi, au wa zaidi ya miaka miwili au mitatu, ambao wamekuwa na mwenyeji wetu hapa, mheshimiwa Spika, na tuliridhia baada ya kuona upendo wake mkubwa kwa wananchi wa Mbeya. Asante sana Spika, sisi tumekuja kutekeleza yale ambayo tumekuahidi, na tutahakikisha tunayatimiza ambayo yale malengo ambayo tunayaweka, Mungu akitujali inshallah. Lakini bila kupoteza muda, ningependa kuwashukuru wale wote ambao ni wamekuja kwa niaba ya timu yetu ya Bilal kwa kutoa huduma, lakini isinge kuwa, isinge kuwa sisi tu tukaweza kuleta huduma bila ya ushirikiano mkubwa wa uongozi wa serikali ya mkoa wa Mbeya pamoja na hospitali shule. Nimeona hii Tulia Trust ya vijana ambao wanafanya kazi kubwa wanajituma sana, na wale wote ambao kwa namna moja au nyingine wamekuwa katika sehemu ya huduma hii, wale wote ningependa kuwatakia kila la heri, na Mwenyezi Mungu awajalie kila laheri katika maisha yenu. nachofanya ni kitu kikubwa sana mnapata nyaya za mheshimiwa, a, kiongozi wenu wa Mbeya ambaye ni kushirikiana na wananchi ili kuweza kutoa huduma katika vitabu vikubwa vyote, Biblia na Qurani pia misema ibada moja wako kubwa mwenye, uh, mwenye ni kumhudumia mmoja wako. Kwa hivyo mnachofanya ni mnafuata nyaya sahihi kabisa vitabu vitakatifu, na hiyo ni mkakati kabisa iri itibati kuzingatiwa na kwa niaba ya wazee wangu mzee Chirag pale ambaye ndio kiongozi wetu, na mama Keki, hawa ndio waanzilishi na role models ambao wameweza sisi vijana wake kufuata nyaya zao. Kwa hivyo pia tunawatekea kila la heri mama, na Mungu awalinde ili sisi tuwe chini yenu.